Kwa jina naitwa Dr. Flavia Nsimula, daktari bingwa ya mfumo wa mkojo. Kwa hii wiki tukiungana na madaktari wenzetu bingwa kutoka Spain tulikuwa na kambi maalum ya matatizo ya upasuaji wa figo, ambao kwa ujumla tulihusisha magonjwa ya kansa za figo pamoja na mawe kwenye figo ambayo ni makubwa ambayo hawezi kufanya upasuaji wa ndani kwa ndani. Kwa hiyo katika hizi siku nne tumeweza kufanyia wagonjwa kumi, na hii yote ni e, maandalizi kwa ajili ya operation kubwa zinazofuatia ambazo zitahusiana na upandikizaji wa figo katika hospitali yetu ya Bugando. Kwa hiyo e, uzoefu tulioupata tutauendeleza na hivi karibuni tutaanza kufanya operation za upandikizaji wa figo ikiwa ni mwendelezo wa uzoefu tuliopata kuanzia sasa. Kwa upande wa kanda ya Ziwa, matatizo ya kansa za figo pamoja na mawe kwenye figo ni kitu ambacho ni kipo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii huduma itaendelea kutolewa hata baada ya wenzetu kuwa wameondoka, lakini pia ni mwanzo wa maandalizi kwa ajili ya kufanya upandikizaji wa figo kwa watu ambao figo zao zimeshindwa kufanya kazi vizuri. Jamii naiasa wanapokuwa na changamoto zinazohusiana na mfumo wa mkojo, hasa hasa magonjwa kwenye figo, wafike wafike hospitali yetu ya Kanda Bugando. Huwa tuna kliniki zetu, waweze kufanyiwa uchunguzi, tuone waweze kutibiwa mapema. Kwa hiyo tunaiasa jamii wawe wanafika hospitali mapema, na sisi hapa Bugando tunafanya uchunguzi wa haya matatizo yote. Kwa hivyo tunawakaribisha sana.